Chelewa! ah, wapi nyie! Fanya haraka hapo. Tunakuja. Haya, nawasubiri basi. Haya, haya

Unaona? Sasa huyu no, hapa. Mm -hmm. Ndio mimi na yeye ni mke na mume. Unaweza kuja kuishi hapa. Eh. Wote tunashukuru sana kwa mchongo tuliofanya. Mpaka unakuja kuturudishia nyumba yetu kwenye mikono. Nitakwenda nimshukuru mke wangu. Ndio maana nimesema hivi, sitotengana naye hata siku. Haina haja tena kushukuru. Ah, wewe ndio umenifanya nirudi hapa nyumbani na elimu. Eh, kwa kweli ongeleni. Nakupenda sana rafiki yangu. Hata mimi nakupenda pia. Nipokuwa mdogo wangu huyo kashaondoka, basi hiyo mwezi mkuu, amebaki mkeo, mke wangu eh. Lakini unajua kumkumbuka mdogo wako <tapaino> wewe, inauma inauma, lakini sasa utafanyaje, ameshaondoka. Tuliagana wakati tunalaga vichakani kule, sio sasa hivi. Tumerudi hapa nyumbani, tuko sana mpaka nimeanza mtaroni, eh, maisha magumu. Nimeanza kuokota sana makopo makopo huko wapi, hali imekuwa ngumu eh. e, hata chakula nilikuwa sina. Sasa hivi unaona maisha lakini sasa, sasa nikuulize, vipi nimechagua? Tunashukuru sana, hata mimi nashukuru pia. Hajakusumbua? Ana maswali anauliza shule. Wewe Yaani mzee yule mgumu. Mgumu, yaani mbu. Ana maswali anauliza. Ila ndio hivyo. Kazi mlionipa, nimepewa kazi Ndi, nimeifanya, ndiyo nimekamilisha hii. <frio> Nashukuru sana. Yaani mimi sijui nitakulipa nini. Mpaka <frio> umenirudisha nyumbani. Hapana, mimi niko na wazi sasa nikumwambia, wewe mzee.

M, hata watu hata siku moja bana. Najua hii na kazi yako, sawa. Ni kazi umeajiriwa kwa wakati wa. Na hamna na sisi tukijikopa nikiwa na wewe tukashindwa kurejesha watufukuze tena. Kazi yenu mlionipa nimeshaikamilisha. Asante dada. Ngoja mimi niende. Mbaki salama. Ah.

Jamani, nimekutafuta kwa muda mrefu, mlokoti Tuma. Leo nimepita hapo, Mungu kanifungulia nia zangu, nimekuona sinyamazi. Nimekuja kutembelea kuona, hapa sasa hivi na mwanamke? Sawa, nishaoa. Nini? Unasema mwanamke au nimesikia vibaya? Na wewe nani?

Sikia, dada, nikwambie, huyu ni mwanangu mimi, natiana unavyoniona, tunafunga ndoa mwezi wa kumi na mbili. Na kushangaa ona, kujileta hapa, naomba utoke nje. Hapa ni kwangu. Toka nje. Sitaki. Toka nje. Sitaki. Wewe mwan kapo, ondoke bana, toa ujinga wako. Lakos. Naomba uondoke. Lakos. Ondoka. Toka. Hizi unielewa? Sikiliza wanaume wako wengine. Sasa okolewa na wale. Sawa. Naomba ushike nje uende kwenu. Hapa ni kwangu nimekuambia ukweli. Mimi nimeshaoa. Maswala ya kwako kwa kwa mimi na wewe yameshaisha. Leo hii unanifukuza mimi. Eh, utavaa vizuri kofia. Nashukuru. Nashukuru. Aidi mimi. Siku zote naweka na kutafuta mimi. Mtoa ujinga wako wewe. Nenda alee, pengine sawa? Nisafini na mwanamke vipi wewe?

inayohusika na quality motion pictures inayohusika na uchukuaji wa video kwa mfumo wa kisasa katika ubora wa 4K, na video hizi ni pamoja na video za muziki, harusi, send off, kitchen party, birthday party, mikutano, kwaya pamoja na documentary pia. Tunatumia vifaa vya kisasa vyenye uwezo, zikiwemo DSLR cameras, 4K drones, gimbal stabilizer kadhalika, na bei ni maelewano, hakuna mipaka pia tunafanya kazi ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie namba 0743402174 au 0772062174. Wewe ndio mke wangu, unawakika kabisa. Sikiza kwa kitu kimoja, yule, yule mjinga kabisa zile, yani, zile, zile, zile, yani huyu, ah, yani Hivi nyinyi wanaume ni aina gani? Nyinyi wanaume mbona mweleweki, mm -hmm, lakini si waaminifu leo. Mangapi bako nalifanyia haya yote mimi, nimekosea nini? Sawa rudi naye sa mje mwishimndani, mi naondoka zangu zan naondoka. Mina minaondoka, kumbuka wewe ni mtu ambayo umenitoa mbali, wewe ndiyo mtu ambaye amefanya mimi nyumba irudi yu. Na yule sio mtu ambayo tulikuwa tunapendana tu tuvievya zamani, lakini sasa hivi ndani ya moyo wangu ni wewe, hamna mtu mwingine tofauti na wewe. Haya maneno tunayazoeaga nami mwenyewe nishayazoea. Unashangaa kuniambia hivo hivo, unajua mimi ni jinsi gani ninavyokupenda mpaka unakuja kuleta malaria zako hapa ndani kwangu mimi, nyumba yetu sisi mitaroni Oh, no. Nimeuza makopo. Oka ni kwa sababu ya ujinga wako wewe. Naomba nisamehe kwa hiyo. Wewe ni mwanamke ambaye mimi nakupenda sana. Wewe ni mwanamke ambaye amenirudisha hapa nyumbani na ukanifanya hii nyumba tena ni ngumu. Nimefanya ni nini? Tayari umeshaniambia ukweli, umeshaniambia ukweli ukwe, ni upi? Sasa nimetambua ukweli ni ukwe, nini? Zumuni lako ni nini? Alafu sasa shida ya nani kufanya nini? Unyenyania ni nini? Na wakati tayari umeshaleta mke wako hapa. Ah, yule sio mke wangu. Nikiganganizi tu yule. Nimekwambia ukweli kwamba mimi na yeye tulikuwa tunapendana. Ule na hiyo pete ni kweli nimbalisha gapete. Lakini sasa kipindi hicho ilikuwa ni zamani sana. Ile kumbe yeye alikalia kusubiri subiri. Sasa mimi nilikuwa sijawahi kumwona tena. Na nimerudi hapa kwa ajili ya, na wewe ndio umenirudisha hapa nyumbani. Mambo <coughs> yasiye... <coughs> <coughs> Ni mshenzi, ni mpumbavu, anataki ye. Anakuja kuniharibia ndoa yangu mimi. Pete pete ndo nini? Yeye ameshindwa kuolewa na watu wengine, anakuja kunivurugia ndoa yangu. Mke wangu mi nampenda sana, ni mke wangu, ndo amenirudisha hapa nyumbani, halafu sasa hivi ni msaliti. Ujinga gani! We mke wangu, uko wapi? bwanaweewaaanakembayn mm. <PIETReni> Yani, ndani ya moyo wangu mimi nakupenda sana. Mimi nimepitia changamoto kubwa sana na hiyo changamoto wewe ndo unakuja kuitatua. Sina mtu mwingine ambaye nikuwa namtegemea tofauti na wewe mdogo wangu mimi kashafariki, na wewe mke wangu saivi. Haya mambo yaliyojitokeza, basi acha yapite tu, naomba tugane yajayo, mimi na wewe. Sawa, wewe ni mke wangu, ninakupenda sana kutoka ndani ya moyo wangu. Hivyo unavyoongea, unaona ni rahisi tu, yaani unabwaboja tu, na kusikiliza hapa. Unahisi uko makini, eti niulize Kwanini? Yes, gani nafani sikia, ingekutokea wewe, sidi kama ungekuwa hapa. Mkia <sighs> mwani kwa hilo. Jifikiri hilo. Nimekupa alisia kabisa. Tangia siku ile, na tuwekuja kuonana. Wewe ndo malikia wangu. Wewe saivi nakuona ni kama mama wangu. Nepukua wewe ni mke wangu saivi. Wewe ndo mfariji wangu. Mimi sina mtu mwingine tofauti wa kunifariji tofauti na wewe. Na nimtoe nani? Mdogo wangu sina, kashaondoka na huyu kashafariki. Sasa na mimi unataka nirudi tena kwenye machozi? Nitaamini vipi kwa hiyo unanipenda, na wakati tayari madosari yameanza kujitokeza? Sasa hizi ah, nimekwambia hivi yaani yule ni fara na ni mbwa na ni mjinga. Sasa na hana hata si simuite fara, usimuite mbwa mbele yangu na wakati mjinga, muite tu jina lake. basi Samii. Mjinga yule haturudi tena hapa nyumbani mimi na kwa hili. Na siku kimoona nakanyaga hapa nyumbani, mimi nitamkatakata na mapanga. Hachum. Sitataki mimi haniharibie ndoa yangu. Sawa. Wewe ndo unonifanya mimi niishi ni, ni, ni katika kwenye fara? Kwani nikaeza kurudi tena kwenye uzuni na wewe uko na uzuni, nikarudisha tena uzuni wa ukule nyuma mdogo wangu aliyefariki, sasa hapo ndo nafanya nini? Hmm? Basa. Nimekuambia hivi naapa, haki ya Mungu, haiturudia tena. Na siku mimi ukiona nimerudia haya makosa, ujue kwamba mimi ni mwanamume ambao sina haki na kuahidi, na nimekuahidi kweli kabisa, siku ikirudia tena, na naongea mara ya pili, siku ikirudia tena kujitokeza dosari kama hii mimi basi nitakuwa sikutendei haki, mimi kwako nakuwa sikufai, mimi wako nitakuwa sina thamani kwako tena. anateseka hapa, sijui niende sokoni nikutane, yuko na mke wake kumpiga, siwezi.